Karibu katika session ya kwanza ya matumizi ya mfumo wa sensa ya elimu msingi kwa mwaka ishirini ishii na tano. Hatua ya kwanza, mwalimu wa takwimu atahakikisha kompyuta yake imeunganishwa na mtandao wa internet. Baada ya hatua hiyo, atafungua browser internet na ataandika address ya mfumo wa sensa ya elimu msingi kama ya ilivyoiandika kwenye address bar. Baada ya hatua hiyo, ata press enter katika keyboard, na baada interface ya mfumo kufunguka ataingiza username na password. Ataingiza password ya mfumo aliyotengenezewa nafsatama halmashauri. Baada ya hatua hii, ataclick sign in na baada ya kuingia katika dashboard ya mfumo. E, katika episodi hii namba moja tutaonyesha jinsi gani mwalimu wa takwimu anaweza akabadilisha password ya mfumo. Kwa hiyo sehemu ya juu kulia ni sehemu ambayo anaweza ku log out katika mfumo baada ya matumizi, lakini sehemu ya pembeni, katika sehemu hii hii ata click neno account. Lengo ni kuweza kubadilisha password ya mfumo, na baada ya interface hii kufunguka, itafunguka form maalum kwa ajili ya kuedit account settings. kwa hiyo kwanza ataingiza old password, ile password yake ya awali aliyotengenezewa na Satyama. Baada tu hiyo, ataingiza password mpya, new password, ataingiza password mpya, lakini pia atarudia password aliyoitengeneza, na baada tu hiyo, ata click update password. Baada ya hatua hiyo tunaona kabisa message ujumbe wa password changed successful. Baada ya hatua hiyo atakuwa amekuwa na uwezo wa kuweza kubadilisha password ya mfumo wa sensa ya elimu msingi kwa ajili ya usalama wa kimifumo. Baada ya hatua hiyo anaweza akaingia kwenye mfumo na kuweza kuanza e, utaratibu wa kuweza kujaza takwimu kwa mwaka 2025. Karibu sasa katika episodi namba mbili.